Katika taifa lolote huwa kunakuwa kuna nafasi ya watumishi wa Mungu pasipo kujali kwamba watakuwa katika serikali hiyo kama viongozi, lakini hata wasipokuwa viongozi, nafasi yao huwa inabaki pale pale. Mungu natusaidie kwa sababu hawa ni watu ambao Mungu anawatumia pia kwa ajili ya kuliongoza taifa katika safari ya kiroho. Mungu natusaidie. Sina maana ya kwamba wanaweza wakawa wana siasa, hapana. Ila mtumishi yeyote wa Mungu kwa mujibu wa Biblia ana sauti, ana nafasi ya Mungu kumtumia katika kuliongoza taifa. So ndani ya Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini na tano nimeona hao watumishi, miongoni mwao wameshafahamika na wapo, ila kuna wengine wanaona wanaongezeka, na watumishi hao wanaoenda kuongezeka pia au Mungu anaenda kuwapa nafasi katika taifa si kwamba watapewa nafasi za wao kuwa viongozi serikalini. No, Mungu atawapa hiyo nafasi hiyo mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hao watakuwa wana sauti na Mungu atataka watumie hao. Miongoni mwao ni watu ambao wanatembea na roho, ni watumishi ambao wanatembea na roho ya Prophet TB Joshua. Miongoni mwao niliona picha mzee mmoja ambaye amekuwepo kwenye injili miaka mingi sana ana mvimbi ana asili kama ya mvimbi hivi, Mungu namsaidia sana, na anapenda kuhubiri kwa kutumia zile maiki za ya sikio. Mara nyingi ni kiongozi mkubwa sana na makanisa hapa Tanzania, lakini mtumishi wa pili ni huyu pia, ambaye pia nilimuona na yeye anatembea na, na roho ya TB Joshua. The way anaponyoa, mienendo yake analingana kabisa na mtumishi wa Mungu huyo Prophet TB Joshua. Bwana anasema ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Hakuna mfalme yeyote kwenye Biblia tangu mwanzo mpaka Ufunuo ambaye alijaribu kufight na Mungu akashinda, hayupo. Unacheza na kinywa cha Mungu chenye moto, unacheza na kinywa cha Mungu chenye moto. Asira ya Mungu ni kali sana. Sasa na bado mtaona mengi within 90 days, utashangaa kitakachoenda kutokea kwenye taifa hili. Umetengwa kwa ajili ya kazi kama hii tunayofanya leo madhabauni. Umetengwa kwa ajili ya watetezi. Umetengwa kwa ajili ya haki, na mtu aliyetengwa kwa ajili ya haki hawezi kuona haki inavunjwa akavumilia, kwa sababu amezaliwa kwa ajili ya kutetea haki. Kuna watu wametengwa kuwa walivyo. Kuna watu wametengwa kuwa wafatafata foroforo foro. Kuna watu wametengwa kuwa mashabiki lakini. Laki, kuna watu tumetengwa kwa ajili ya watu, kwa ajili ya haki za watu right, kwa ajili ya, kwa right kwa ya kupigana vita right ya wengine, ili wao waishi vizuri. Sisi hata kama tunapigwa tunatafutwa, lakini furaha yetu ni kuona ambao tumeitiwa kwao wanaishi kwa raha na furaha. Wametengwa.